Adhkari utaki baadaye, unatuambia mimi nalala kitandani, najikuta niko chini <laughs> sio? unasoma adhkari sawa sawa, tayeb. Hmm, na katika kheri pia tujazie nyama ehhe. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia mahala pengine, ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha

Hapana wa kuizuia Mwenyezi Mungu akiwafungulia watu sawa, wakawa na mambo mazuri eh, maisha mazuri, mambo yamewanyokea, rehma hizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, rehma ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafungulia watu fala mumsika laha, hapana wa kuzuia. Hapana, hapana wa sawa sawasawa, wama yumsik fala mursila lah min badi, na anayoizuia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapana wa kuipeleka isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, wa huwa al-Azizul Hakim. Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ndiye mwenye kushinda eh? Mwenyezi Mungu hashindwi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni mwenye hikima asiyekosea. Kwa hiyo kila linalotokea ni kwa hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna hikma yake. Ni kwa hikma yake Mwenyezi Mungu katika kupatwa na madhara, kuna hikma yake Mwenyezi Mungu eh, ukipatwa na ufukara, patwa na mara, kuna hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hivyo ukiwa na siha, ukiwa na neema mambo ma yamekunyewekea pana hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Tayeb, ndio utaona hata baada ya kumaliza swala katika zile nyiradi katika adhkari eh, miongoni mwa adhkari ni

Lima ataita, hakuna jinsi yoyote mwenye kuzuia kile ulichotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile ambacho Mwenyezi Mungu ametoa, hakuna hakuna kuzuia. Allahumma la mani'a lima ataita, wala mu'tiya, wala hakuna jinsi yoyote eh? wa kutoa lima manata lile ambalo wewe Mwenyezi Mungu umezuia, sawasawa. Muhimu sana haya tuyazingatie. Kwa hiyo hakuna sababu ya, ya kufanya hasadi, hakuna sababu kutamani neema ambayo mtu ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imuondokee. Sindo hasadi ni yani, katika maradhi eh, ya nyoyo au sio? Maradhi mabaya kabisa hmm. Na maradhi haya yameenea na watu wanaugua sana ugua

hasadi nakula mema, eh. kama vile moto unapokula unapokula kuni. Hasadi ni mbaya na mtu hasidi ni mtu mbaya sana, mtu mbaya sana. Sasa, unachotakiwa kukifanya, mwenzako kapewa, wewe hukupewa. Zungumza na Mwenyezi Mungu, simwambie ajabu. Zungumza na Mwenyezi Mungu tena mwambie, nipe zaidi e! we mwambie Mungu nipe zaidi ya hivi, mi niwe zaidi yake. Mwambie Mungu sio ufanya hasadi. Hmm. Si Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya ukishaelewa hivyo hii ikapewa na Mungu hii, sasa wewe usiumie usi, usi sasa mwambie mu Mungu, Mungu ndio mampa sasa. Eh, mimi sijisikii vizuri mimi sina eh, nipe kama ulivyompa au nipe zaidi, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakati unamwambia usio na mashaka. Eh, ni wewe ndio umempa, ni wewe ndio umempa. Sasa nipe na mimi, mwambie Mwenyezi Mungu, zungumza na Mwenyezi Mungu nipe, nipe na mimi hmm. Au mwambie, mimi nipe zaidi, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Je, huo muda tunao tunao muda wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu? Eh? Tutengeni muda tue, tunazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, unamweleza yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, Ya Rabbi kadha kadha kadha, eh! jirani yangu ana nyumba nzuri, kwani amepata wapi eh? Si amezaliwa tu alikuwa hana nini chochote. Wewe ndio we, unafanya wewe, wewe, wewe, wewe, mambo yote haya nipe na mimi sawa sawa, eh. Alafu unamwombea dua huyo jirani yako, wakati unamwambia Mungu, kwanza unamwambia Mungu, unamsifu hii ni wewe tu, amna mtu mwingine anayefanyaga mambo haya ni wewe tu Mungu wa, hamna mtu mwingine mwambie hivyo Mungu, msifu, au sio? Sasa alafu wewe ni mweza juu ya kila kitu, na ulipompa sio kama umeishiwa, we ni ghani, mweleze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu walifundishwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kikaeleweka, watu wakawa wanamwomba Mwenyezi Mungu mpaka chumvi. Sasa eh hata chumvi wanamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala namna walivyoshiba kumshiba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala maanake hivi vitu hivi, tunatakiwa tusaidiane, tusinyimane, sawa. Hivi vyombo, hivi vyombo, vyombo tupeane. Mtu amekuja ku nini, anataka shoka, anataka panga, anataka nini eh? tusinyimane hivi vyombo hivi tusinyimane. sasa ni vizuri wakati unakwenda kwa jirani yako, unakwenda kuomba chumvi, lakini kwanza umeshamwambia Mwenyezi Mungu Usione kitu kidogo kidogo, hii si chumvi tu eh. Ukinyimwa huko, usiahata chumvi tu, ana chumvi anaitoa wapi tu? Huyu kapewa. Oh, na Mungu unamlala bure, unamlaumu bure wewe, hujazungumza na mwenye kutoa chumvi bwana eh. nimeenda bana, bana yani ana vitu vingi, ameshindwa kunipa yeye? kidogo tu ameshindwa kunipa. Sio yeye, wamwambie mwenye vitu bwana. Yuko mwenye vitu, yuko mwenye vitu, si ndio eh? Yeah. Yuko mwenye vitu, zungumza na mwenye vitu, usizungumza na mtu aliyepewa kwa muda tu, amana huyu <laughs> kapewa kwa muda tu

Ha, cheo chake hakiwezi kumsaidia, hakiwezi kumnufaisha. Kwa sababu gani? min kaljad, hakuna mtu mwenye chake bwana. Hapa mtu asije ah, mimi bwana kwa cheo changu hakuna. Wala yanfau biljad min kaljad, sawa sawa, wala yanfau biljad min kaljad hata ule ushindi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake alikuwa na upata kwenye kwenye vita huko na nini, sawa? Sio kwa sababu wamejipanga vizuri sana kwa sababu eh, walikuwa na silaha za kutosha? Hapana. wamaramaita idh ramaita walakin Allaha rama non, wamaramaita idh ramaita walakin Allah eh hey, mtume ana anawekwa kwenye tauhid kwenye mstari wae mtume, wamaramaita idh ramaita walakin Allah rama sawa. Sisi kilichopo mbele yetu ni kuzishika zile kanuni, kanuni alizoziweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sa Mwenyezi Mungu ametuongoza Wahadainahu najdain, tumemwongoza mwanadamu njia mbili. Sawa, haya, Mwenyezi Mungu ametupa vitendea kazi, ametupa vitendea kazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, viweze kutusaidia. Ni vitendea kazi tu, takie tuvitumia vizuri, vitendea kazi Pale panaanzaje? walisanan wa shafatain. Aha. Ah. alam naj'al lahu alam naj'al lahu aynayn walisanan washafatain wa hadaynahu an najdayn. Macho mitendee kazi mizungu ametupa walisana ulimi, eh, jielezee, jieleze vizuri. Unanyamazaje wakati Mungu amekupa ulimi? Washafataini, shafatain, shafa hii ni shafa na hii ni shafa, shafa jumlisha shafa, washafataini muhimu ikiwa moja hii, ikiwa moja tu, mambo yaendi eh, huwezi kueleweka. hii hii i ma, shafateini madomo mawili, yani wewe fikiri tu, ikiwa moja hii, mambo yaendi endi. Mungu anakumbusha ndio, alam najal lahu ainein wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an najdain. Sawa kule msa, inna hadainahu sabil, mwanadamu si tumemwongoza njia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni sisi wenyewe pia kujiongeza ha? Kujiongeza umepatwa na ma, nini, marathi usema hii hii, kwisha hii, siye mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema hivyo, ataondoa yeye eh taondoa nenda hospitali chapu, nenda hospitali. Usiseme Mungu ameniletea maradhi na yeye ndio atakayeondoa, unalala kitandani. nenda hospitalini, nenda hospitali, kaonane na daktari, mwelezee na yeye achukue hatua za vipimo, upimwe, subiri na majibu sawa sawa, na uzingatie maelekezo ya daktari, meza vidonge huko, ndio kumtegemea Mwenyezi Mungu. So Mungu bwana hashindi na chochote, unalala kitandani ah malaria yatakokomesha, sawa. <laughs> Kwahiyo huko ndo alitikhadhu bilasbabi almashrua. Hey, unatakiwa uchukue hatua, nafahamu, yani uwe unaishi kila kitu Mwenyezi Mungu amejalia. Ukifanya hivi na kuwa hivi ni Mungu huyo, ukifanya hivi na kuwa hivi, au sio bwana? Ukimeza vidonge vile ulivyoelekezwa na daktari kwa maradhi kadhaa, sawa, unapona hivyo. Alafu ukipona, sio vidonge, Mungu sawa, ndio aliyokuondoshea meeleo nzuri eh. Hapa pia tuelekezane vizuri, watu wasiosema bwana. Ah, kusha leo Ha, misipati tabu tena leo, kumbe yote ni Mungu, yote ni Mungu na yote ni Mungu pia sawasawa, yote ni Mungu na yote pia ni Mungu. Haya, unataka watoto, au sio? Unataka, unataka watoto, unataka Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Unataka watoto, Mungu atanipa watoto? Mungu anaweza kunipa watoto? Hakupi kweli? Mungu anaweza, lakini kuweza kwa Mungu lazima uzishike zile kanuni. Unataka watoto, wewe unamke unamke Wewe hujaoa, unasema Mungu, nataka nipe mtoto, hujaoa chabu <laughs> unatakiwa uoe bwana, na ukioa, kuna shughuli. Asamisha, oa mke huyu hapa, sasa nasubiri mtoto, kuna shughuli, uifanye vizuri ile shughuli pale na kabla hujaanza ulete dhikri Allahumma jannibna shaitana. Eh, si ndio? Kwanza nyinyi katika ile shughuli mwombe Mwenyezi Mungu, eh, aweepushie shaitani, shaitani asishiriki katika shughuli ile, halafu na kile ambacho Mwenyezi Mungu atakachokikadiria, sawa basi, kisiguswe na shaitani. Unaona shughuli hizo, alafu ndio unaingia kazini, ndio unaingia kazini zimu, ya rabi njaalie mtoto tupo jamaa, hmm. Nabiullahi Musa alaihi wa ala nabina salatu wassalam alipatwa na maradhi, patwa na maradhi yale maradhi. Katokea bwana mmoja mtaalamu akamwambia, bwana maradhi haya yana dawa, kuna mzizi na mzizi huo ukiupata Nabiullahi Musa akakataa sema, aa, Mungu yupo, Mungu yupo. Mwenyezi Mungu akamshushia wahi Nabii Allah Musa, aambia Musa, kwani aliyeweka mizizi nani? Sikuponyeshi mpaka utumie huo mzizi na huo utaalamu mimi ndio nimempa huo utaalamu huyo. Kwa hiyo kabidi Nabii Allah Musa akubaliane na maelekezo ya yule mtaalamu sawa. Akautumia ule mzizi akapona, na Mungu alishamwambia Musa, sikuponyeshi kwani aliyeweka hiyo mizizi nani? Sawa sawa, eh. Na huko ndiko kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tunaelewana so vizuri, eh? Naam, na hiyo ndio tauhidi na huko ndio kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam.